Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu, kuna nini news. Kuna nini news? ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, tunakuletea habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni asubuhi, siku ya Jumatano ya tarehe Machi 12 mwaka wa 2025. Nini tunakuandalia leo? Yale ambayo tumekuandalia ya ni vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ambavyo meweza kuzusha hali ya sintofahamu na machafuko mashariki mwa nchi. Vita hivyo ni baina ya M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC ambao wao na washirika wao ni upande wao upande mwingine ni jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo FRDC na wazalendo, vijana waliochukua silaha kwa ajili ya kupigania ardhi yao. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, vita hivi vinachukua mkondo mwingine, aswa inapofahamika wazi kwamba upande mmoja, kama vile ilivyo kawaida ya vita, mambo ya kisiasa mambo ya kijeshi kama vile kidiplomasia. Upande wa diplomasia, rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo alikuwa nchini Angola, nafasi ambako alikutana na rais wa nchi hiyo Juao Lorenzo. Huku kwa yale anayoelekea ya mapambano upande wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, haswa sehemu za huko Masisi kama vile Walikale M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC wakiendelea kusonga mbele kutaka kupasua panzia ili waingie Walikale, sehemu ambako kuna raundi bat itakayo, kwa mtazamo wao kuwarahisisha kwenda sehemu za chopo huko Kisangani, kama vile sehemu za Maniema, mm -hmm. Upande mwingine ni huko mkoani Kivu kusini ya Kusini, nao wazalendo wamehapa kiapo kama vile huko Manyema wamekula kiapo na kusema, M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC hawana njia ya kupita, kadiri wanavyoendelea kuongeza idadi ya askari RDF sehemu za mkoa wa Kivu ya kaskazini, ka huko mkoa wa Kivu ya kusini, nao hawapachiki mikono wala walali usingizi, wana lalazamu kusubiri M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC wakisema, hawana njia wala watapita. Ukuta siku kwa siku unaendelea kujengwa nini iliyoko na kuomba wewe ambaye bado hujasubscribe, yaani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone. Wewe ambayo bado hujalike, tafadhali usikose kulike, usikose kuacha comment yako hatimaye usikose kushea kwa wengine, yaani kupartaje kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hiyo itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nam wacha moja kwa moja tuzungumzie kuhusu njia ya kidiplomasia ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali yake wanaendelea kuifanya ili kupata suluhu kwenye mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza kabisa ikumbukwe hapa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa na mwaliko wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye waliweza kubaliana kukutana kwa ajili ya kuzungumzia masuala mengi, haswa yale yanayoelekea madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari ambazo ziliweza kudokezwa ni kwamba kuna uwezekano na dalili za makubaliano kuhusu Marekani kuchimba madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata amani au usalama kudumu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kupendekeza Marekani kuingia kwenye mlango na kuchimba madini ili usalama uweze we, kuwepo mashariki mwa nchi badala ya kupitia nchi jirani ambazo uzorotesha na kujumbisha usalama wa nchi. Serikali ya Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imemfungulia mlango nchi ya Marekani ili waweze kuchimba madini kwa njia iliyo sahihi, njia iliyo wazi, yaani kupita kwenye mlango wakikubaliana kuweza kuweka saini ili waweze kuchimba madini, na katika hali ya uchimbaji madini raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kuishi usalama wa kudumu. Hayo ndiyo ambayo yameweza kudokezwa, licha ya kwamba bado si rasmi, lakini yaliweza kuzungumziwa kwenye mizengwe, na dalili tayari zimeanza kuleta cheche. Kile kinachosalia ni kufahamu Je, serikali ya Marekani imekubali ni kwa ajili ya usalama wa wakaadi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, haswa wale wa sehemu zake za mashariki, au tu ni kiuchumi? Na ikiwa ni katika hali ya kiuchumi, je, msakabali wa Congo na manufaa pamoja mafanikio watakaoyapata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni yapi? Tuyaachie majira muda, lakini kumbuka kwamba tayari kwenye mizengwe kumeanza ongelewa kwamba dalili na teche zimeanza kuonekana kuwa yawezekana serikali ya Marekani ikakubali kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia ya kupata usalama, kutokana na machafuko ambayo nchi ya Rwanda imevamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wapiganaji wa M23 wa AFC na askari wa Rwanda RDF na ni kupitia hiyo ndiyo ilipelekea serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukubali kufanya wazi mikataba au ah, kukubalia ya serikali ya, ya Marekani kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchimba madini kwa njia iliyo iliyowazi na njia ya kupitia kwenye mlango mkubwa badala ya kupitia kwenye dirisha ilihakikisha kwamba usalama wa kudumu na amani ya kudumu inapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuyachie madira muda ikiwa haitoshi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliweza kudhuru nchi ya Angola, nafasi aliweza kukutana na mwenzi wake rais wa nchi hiyo Joao Lourenco ili kuzungumzia masuala haya haya yanayoelekea usalama mashariki mwa nchi na habari ambazo zimedokezwa inapozungumziwa kudokezwa ni habari ambazo kama vile za ndani bila ya kuwa rasmi. Rais wa nchi hiyo ya Angola anapangilia ratiba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kongo kukutana na wapiganaji wa M ishirini na tatu ili kuweza kuzungumza na labda suluhu iweze kupatikana, licha ya kuwa rahisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Felix, ya Kongo Tshisekedi na serikali yake wamekataha kata, kata na kurejelea kukataa kwao mara kwa mara, hawawezi kukaa hata kidogo na kundi la M23 kwa kwani kundi la magaidi wala magaidi hawawezi kukaa meza moja na serikali. Dalili ziliyopo zasema yawezekana, na pia kuna dalili na cheche za uwezekano wa kwamba wenda wa kakutane kwa njia moja au nyingine kupitia upatanishi unaoendeshwa na rais huyo wa Angola, juao Lorenzo. Kufikia sasa serikali haijakubali ndiyo, lakini imesema imeshika yale ambayo yaliweza kupendekezwa na rais wa Angola. Kinachosubiriwa sasa ni kuona ni kwa njia gani kwa hali gani na katika mazingira gani ndiyo hayo yataweza kufanyika. Wakati hayo yakiwa hivyo, kwa njia ya kidiplomasia, kwenye uwanja wa mapambano mkoani Kivu ya Kaskazini, kama vile mkoa wa Kivu ya Kusini, mambo ni tofauti. Upande wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, aswa ikichukuliwa tarafa au wilaya ya Masisi kama vile ya Walikale wapiganaji wa M23 jeshi la Rwanda RDF, kama vile AFC, wanaendelea kusonga mbele, kutafuta njia, haswa kupasua panzia, ili wawasili katikati ya mji wa Walikale, eneo linalojulikana kuwa la utajiri kabisa mkubwa kutokana na madini, na endapo watawasili sehemu hiyo kama vile wanavyokusudia huenda ikawafungulie njia za kwenda katika maeneo ya Chopo huko Kisangani, kama vile upande wa Maniema, yaani mkoa wa Chopo kama vile mkoa wa Maniema. Lakini ikiwa huo ni mtazamo wa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC, sehemu za mkoa wa Kivu ya Kusini kama vile mkoa wa Maniema, mitazamo ni tofauti naho vile vile wanajiandaa kinagahubaga, kusema M23 RDF jeshi la Rwanda, AFC hawana ndia. Wanajihimasisha, wanajihimiza, wanaendelea kujenga ukuta, wanaendelea kujipanga vizuri kwa ajili ya kupambana na adui. Kwanza Maniema, kama vile mkoa wa Kivu Kusini, wanajiandaa kwamba mapambano yatakayozuka ambao wao wanahisi kwamba bado hawajazusha au hawajapigana bado na M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC, wahisi kwamba itakuwa ni kivumbi na jasho siku mapambano yataanza. Lakini wao waamini kwamba M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC aina njia ya kuelekea sehemu hizo za Maniema kama vile mkoa wa Kivu ya Kusini, na hiyo inapelekea wazalendo ambao wamejiunga kama mtu mmoja, haswa wa mikoa miwili hiyo, mkoa wa Kivu ya Kusini kama vile mkoa wa Maniema kuungana wote kwa pamoja, kila wamoja wakiwa wenye kujiandaa na kuhimizana, ili kuelekea wote kwenye uwanja wa mapambano huku

Ikumbukwe hapa kuwa M23 wa RDF jeshi la Rwanda, la la mbile mbile mbile. Mbile. Rwanda kama vile AFC mkoani Kivu ya Kusini wana mahali ambapo waliweza kukwama, ikiwa sasa ni karibu ya mwezi mmoja, wala hakuna kusonga mbele, na hiyo ni kutokana na ukuta waliohukuta kutoka kama Nyola ili kuendelea kwenye bonde la Ruzizi kwa ajili ya kutokea Uvira kwenda hadi Fizi. Mtazamaje pia msikilizaji wa Kuna Nini News? Ni hayo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tuyachie majira muda, wahenga usema. Lakini kabla tuachane, wewe ambaye bado huja subscribe. na kuomba usiondoke kabla haujajiabone usi uweze kuondoka kabla hauja like, usiondoke kabla hauja hacha comment yako hapo, na hatimaye tafadhali usiondoke kabla huja share, yani kupataze kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa channel yako hii, kuna nini news. Lakini kile utakachozingatia kwa yote ni kwamba mkoani Kivu ya kusini kama vile mkoa wa Maniema wanajiandaa vilivyo kwa ajili ya kupambana na M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC, na wanasema hawana njia ili wasonge mbele. Wakati mkoani Kivu ya kaskazini M23 RDF, jeshi la Rwanda na AFC, wanaendelea kupenya na kusonga mbele wakipasua panzia kutaka kuingia Walikale, eneo linalo fahamika kimaarufu kwa hali ya madini, ili waweze kufungua sasa njia zitakazowapeleka mkoani kivu kusini, sehemu zingine mkoani Maniema kama vile mkoa wa Chopo huko Kisangani. Kama nilivyotangulia kusema tu, yaachie majira muda nani kufikia hapo. Sina cha ziada, nimekushukuru wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Basi nasema asante. Akuipenda chaneli yako hii, Kuna Nini News.